Tuanze ni taarifa kutoka kule Marekani ambapo imeitaka nchi ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kabla ya kusainiwa kwa mkataba wa amani, vyanzo vya kidiplomasia vimesema. Anavyofafanua hapo mwanahabari wetu Ruben Kakule Lukumbuka. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ni kuwa Marekani ambayo inaendeleza mpango wa amani katika eneo la mashariki mwa DRC itahitaji Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake katika eneo hilo kabla ya pande hizo mbili kutia saini makubaliano ya amani. Sharti hilo la Marekani huenda likaikasirisha Kigali ambayo imekuwa ikitetea uwepo wa wanajeshi wake kule Kongo kutokana na kile serikali ya Kigali inasema makundi yenye silaha nchini Kongo ni tishio la kudumu kwa usalama wake na eneo la maziwa makuu. Rasimu ya mkataba wa amani iliyopendekezwa katika mikutano ya Doha na Marekani imeonyesha kwamba sharti mojawapo lililoorodheshwa kabla ya kusainiwa kwa mkataba wa amani huko mashariki mwa DRC ni kwamba Rwanda inatakiwa kuwaondoa wanajeshi wake, silaha na vifaa vyake vyote huko Kongo. Sharti hili pia lewa na viongozi wakuu wa jumuiya ya nchi za Afrika ya kati ECAS katika mkutano wao wa kilele uliofanyika mwishoni mwa juma lililopita huko Malabo, Equatorial Guinea, na ambao walisisitiza kuwa lazima mipaka ya DRC iheshimiwe.